M-Pesa. Nilidhani <laughs> mi ndo mjanja, kumbe washikaji waenizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa. Bado tupo katika uzinduzi wa From Nigeria kutoka hapa katika ukumbi wa Mlimani City. Kama hujafika, basi mi naomba nikupe pole sana, kwa sababu umepishana na vitu vingi sana, ikiwemo vipaji vipya kutoka Tanzania ambavyo leo vimetambulishwa rasmi kwenye movie ya From Nigeria. Kushoto kwangu hapa naweza nikamwita, ndo main character wa movie hii maajabu mengi sana lakini kwa kukusimulia tu hivi huwezi nielewa. Make sure unaipata filamu yako ya yeah, From Nigeria ili uweze kuona huyu kijana na baba yake walifanya kitu gani katika hii movie, lakini lazima tuongee nao mambo mawili matatu kuhusiana na movie kuanzia mwanzo mpaka mwisho.

tena kwenye nchi za watu mama. Kwanza ni wape hongera kwa kufanya maajabu. Nashukuru sana. Asante, asante. Asante sana, asante. Tuanzia kwa upande wako. Mm-hmm. Wewe ni ki, ni mtu ambaye actually kwenye Tanzania movies yani, yeah. Kama umefanya lakini sio, sio sana yeah. Mimi naweza nikakuita kipaji kipi ambacho kimekuja vizuri zaidi yeah. Niambie ujio wako ya ujio wangu, kama mnavyoona, unajua nilikuwepo kwenye game miaka mitatu iliyopita yes. Nilipokuwa kwenye game miaka mitatu iliyopita, nikasoma mbele. Unajua, unapokuwa unafanya kitu lazima ukifikirie kile kitu na kinakupeleka wapi kwa miaka mitatu minne, au kumi ijayo. Niliposoma nikaona game kwamba nikiendelea nalo kwa stage hii siwezi nikafika popote, nikarudi nyuma niliporudi nyuma nilikuwa najipanga, nikasema ninaporudi tena kwenye game inatakiwa nifungue kampuni ya production ambayo nitanunua vifaa quality, nitafute story nzuri ambayo nikicheza story moja iweze kunitoa. Yani nilikuwa napendaga na sana kutumia ile kauli ya one touch. One touch ni ni mchezo ni, ni mchezo kwenye na nili kwenye, yes, ukishika umeshika, yani kienda mpaka mwisho unamaliza. Kwa hiyo nilivyofikiria hivyo, basi kabidi nirudi nifungue kwanza kampuni ambayo ndio inaitwa Jumo Entertainment. Jumo Entertainment, nika, nikasema okay. Wasanii wengi tunafeli wapi? Nikagundua kama wasanii wengi tunafeli kwenye management, ikabidi nimtafute. Yule pale ni manager wangu anaitwa Gibson. Nikampa the way wazo langu lilivyo manager, akaniambia yes we can. Alivyoniambia hivyo nikasema yes, sasa tunafanyaje? Akasema tuanzie hapa na hapa, na hapa, na hapa. Kwa hiyo nimeshirikiana naye mwanzo mwisho yeye pamoja na timu yake kwa kuhakikisha From Nigeria leo tunaizindua hapa ya yeah. Kwa hiyo huu ni mwanzo mzuri na wanakuambia mwanzo mwanzo ndio unaokupa matumaini ya safari yako, kama ulivyoona nilikuwa na ndoto ya yeah, kufanya kitu kama hiki leo, nimeweza kufanikiwa. Kwa hiyo najua Mwenyezi Mungu atanyoosha, atanifungulia njia. Yeah. Kwanza nikupe pongezi, ulifanya miaka mitatu ukagundua kwamba kuna sehemu unakosea yeah. Ukarudi nyuma ukaenda kujipanga upya, kitu ambacho watu wengi sana hawakifanyi yeah. Mara nyingi mtu akikosea ndo inakuwa mwisho kabisa amekata tamaa, aidha anahamia kwenye kitu kingine yeah. Niambie, kwa nini haukutaka kuendelea kufanya muvi za watu, ufanye ufanye ufanye ili uweze kuwa brand, alafu ndo uweze kutimiza hayo malengo yako? Uh, kitu kimoja Tanzania ili umwaminishe mtu kama una kipaji, lazima ufanye kwanza kazi watu. Changamoto niliyokumbana nayo ni kwamba kila mtu niliyemwambia nina kipaji, naweza kufanya hiki, kazi yako iko hapo, uliyofanya, nikagundua hapa kazi hamna. Kwa hiyo hicho ndio kitu kimojawapo kilichonifanya nirudi nyuma ili nijipange. Yes, kwa hiyo kuanzia sasa naweza nikaenda sehemu nikamwambia, yes, naomba na, na, kazi umefanya kazi gani, nikimuonyesha nikimwonyesha nikimwonyesha the way event ilivyokuwa Mliman City, watasema yes, umefanya kitu yeah, kabla wajasema mimi naweza napenda nikwambie yes, umefanya kitu. Asante sana, asante. Turudi kwa upande wa baba, yeah. Baba umecheza kwa nafasi yako mm. vizuri sana, uliweza san ku stand like a father kweli, yeah. Ambaye upendezi na tabia za kijana wako yeah, niambie experience ya kucheza ile movie kuanzia mwanzo mpaka inakamilika. Um, nili nilipewa scripti. Nilipewa script na nilipewa script uh, wakati fulani inawezekana nilidhaniwa kwamba sitaweza, lakini baadaye nikaweza, na niliisoma script. Baada ya kuisoma script nikaifanyia mazoezi binafsi namna ninavyotaka mimi nicheze kwa sababu sio kila kilichochezwa labda kiliandikwa kwenye script, lakini si kutoka nje ya script. Lakini wakati huo huo nikaongeza na baadhi ya vitu ambavyo vilifanya labda ule ubaba sasa ukamilike. So uh, kama ulivyoona story ilikuwa imeshiba vizuri, na ilikuwa ni lazima mtu ajiandae ili kuiperform hiyo story iliyoshiba. Kwa hiyo that's what I did, nikafanya namna uh, na, na, na mimi na tabia, nikipewa script ninakuwa eh, sipunguzi chochote katika script lakini ninaongeza maneno yangu yatakayobeba maneno ya script and that's what I did. Kwa uh, hiyo hiyo, labda ndio ilofanya ni ni nicheze ni hivyo nilivyocheza na namna ambavyo watu wameona yep. Mm. Baba, naomba wameonabanaomba ni kuulize swali la kizushi. Yes. Naomba kujua professional yako kwanza. Ni az... mwandishi wa habari na ni mkufuzi wa mwandishi wa habari. Yes, ni ni, ni lecturer, ninafundisha waandishi wa habari. Yes. Basi na ndio maana Kiingereza chako kilikuwa kimenyooka sana. Nashukuru sana. Sana. <laughs> turudi kwako wewe <coughs> Bongo Movie, sasa hivi ukiangalia ukipita mtaani ukisikiliza maoni ya watu wengi sana, utakwambia Bongo Movie ime drop, Bongo Movie ime drop. Bongo Flavors, sasa hivi ndio ina rise up. Kitu gani ambacho ukufikiria haya maneno mpaka ukasema mimi na invest kwenye bongo movie? Uh, unajua siku zote vijana lazima tuishi katika ndoto ambazo tunaziota ili tuweze kufanikiwa. Mimi kabla nilikuwa, hii ndio ilikuwa ndoto yangu ya kwamba one day inatakiwa niwe mtu fulani Bongo Movie nilipoona hivyo, nilishaanza kuziona hizi dalili before. Unajua miaka mitatu iliyopita, naongelea mwaka 2013. Hmm. 2013. Kwa hiyo ninapokuwa naongelea mwaka 2013, nipogundua niliona Bongo Movie tunakoelekea ni wapi. Kwa sababu nilivyosoma story nyingi, nikasoma maproducer wengi the way wanavyoenda, nikagundua kabisa hapa lazima kuna siku tutastack. Kwa hiyo nipogundua kama lazima kuna siku tutastack, ikabidi e nijipange. Kwamba je, nitahakikisha vipi kama mimi si stuck, nikarudi nyuma. Kwa hiyo nilivyo rudi nyuma hiki hiki kipindi watu wanasema bongo movie imekufa bongo movie ime, ime, ime movie haijafa. Unajua siku zote unapo change kutoka stage moja kwenda stage nyingine lazima pawepo na, na kama kushake. Hata gari unapokuwa unapokuwa inaingiza gia, nadhani unaona kabisa kama kuna vyuma fulani pale vinakuwa vinangangania vina hivi, lakini mwisho wa siku gia inaingia gari inazidi kumove out. Yes. Kwa hiyo kwenye bongo movi ni hatua tu ile katika kubadilisha gia. Kwa hiyo katika kubadilisha gia, nadhani gia zimecheza cheza kidogo, lakini naona na umeona gia imeshakaa leo. Tumeweka gia ambayo ndio itatusaidia ku drive kwa namna moja au nyingine. Na vilevile nitutumie nafasi hii kuwapongeza watu walioianzisha hii, walio, walio, walio, walio waasisi wa, wa sisi bongo movie, kwa sababu hatuwezi kusema hawajafanya kitu, wamefanya vitu vingi sana, lakini lazima ifike time tuachiane, yani, nafasi kwamba nimefanya moja, mbili, tatu, nne na nyie fanyeni moja, mbili, tatu na mimi nitafanya vitu, sitafanya vitu vyote, yawezekana yawezekana kuna kizazi kingine kitakuja kitafanya zaidi ya mimi nitakapoishia. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo, nilichukua ni nafasi hii kuwapongeza mastaa ambao walikuwepo tuka tunawaangalia before. Leo hii tumejaribu kuwaalika kwenye event, wameitikia wito, wamekuja, wameappreciate kazi, vitu kama hivyo, na tunaendelea kushirikiana nao, vitu kama hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Nambe kitu gani ambacho huwezi kukisahau Wakati unaanza kutengeneza movie ya From Nigeria mpaka inakamilika, naweza kusema From Nigeria ni movie ambayo imepitia changamoto nyingi sana mpaka kukamilika. hmm. Hii movie imeshotiwa zaidi ya mwaka mzima, zaidi ya mwaka mzima, movie ipo ndani, na haya maandalizi ya kufanyia launching leo ni maandalizi ambayo tumeanza toka mwezi wa sita. Sawa tuna, tunakimbizana. Namshukuru, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru meneja wangu Gibson kwa sababu ndio amekuwa kipaumbele sana na ndio amekuwa sometimes, mimi nilikuwa nafika nakata kabisa tamaa, nakata tamaa, da mimi kaka, mimi siwezi siwe, akasema no, Stick usiseme huwezi. Kwa nini ulifanya kama uwezi? Ah kaka, unajua mimi nakutana na changamoto nyingi. Akasema siku zote unapokutana na kitu ambacho kina changamoto, jua hicho ndio kinachoenda kusucceed. Kwa hiyo naomba pull up your socks, naomba tuendelee na jalamba hakia Mungu amekuwa amekuwa anani, ame n ananitreat vizuri sana yes, yani anani encourage sana hii, na kwa namna moja au nyingine mpaka hivi leo tumefanikisha hii. Nashukuru Mungu kiukweli, yeah. Turudi kwa baba. Baba, ukiangalia tasnia ya bongo movie unaona kitu gani? Ninaona mwanga mwingi sana mbele, ninaona mwanga mzuri, mwanga mkubwa ambao uh, kama kama sijui nisemeje, ni, ni jua la asubuhi ambalo linang'aa vizuri na niwahakikishie wa Watanzania kwamba tumeanza. Soon tunatoa kitu kingine ambacho kitakuwa kizuri zaidi ya hiki tulichokitoa. Kwa hiyo ukisikia Jumo Entertainment imetoa kitu manake it will be more better than this one. Kwa hiyo uh, ndo tumeanza na hii. Inawezekana tulikuwa tunajaribu, inayokuja tunafanya hatujaribu tena. Hiyo inayokuja tunakwenda kufanya hatujaribu, kwa kama hii watu wameona kama tumefanya, the following one itakuwa ni endelee kuwaambia kwamba wasubiri, watunge mkono kwa hii, wanunue kopi za kutosha, lakini inayokuja tunawahakikishia kwamba itakuwa na, sio sisi tu, sio Jumo na hata kampuni nyingine ninaamini watafanya vizuri zaidi. Juzi juzi hapa tulikuja tuli kuzindua sinema nyingine ya yeah, 112 ilikuwa nayo ni nzuri kwa ni, hiyo ni, usijisahau na, na, ilikuwa ni nzuri hayo ni, ni, ni mabadiliko ambayo tunaendelea kuyaona mpaka sasa kwamba sasa tasnia inakwenda kusimama kama alivyosema dogo kwamba imerudi kwenye gia gari inakwenda yeah. Tumalizie malizie kwako, yeah. Kwanza unataka uniambie unafanya kitu gani tofauti na, na movie, ambacho kimekuwezesha mpaka ukasema mimi nime nimehaso kwa miaka mitatu sasa, sitaki tena kuhaso, ngoja nikajipange nifungue kampuni yangu. Uh, uh, mi ni mjasiriamali, ni mfanya biashara, na nilipokuwa nafanya biashara nilikuwa na naweka kidogo kidogo kuhakikisha kwamba nazitimiza ndoto zangu za. Unajua kuna watu wengi wanakuwa na wanasahau hasa kwa sisi vijana tunapokuwa tunamwomba Mungu, mimi kabla sijawa nacho, nilimwomba Mwenyezi Mungu kwamba naomba katika hizi biashara biashara zangu ninazozifanya, hiki kidogo ninachokidunduliza, naomba kiweze kunisaidia kutimiza ndoto zangu. Kwa hiyo baada ya hapo nimeweza kutimiza ndoto zangu, lakini vijana wengi unaweza ukakuta ukipata ukishajipata vile vijisenti, unasahau ndoto zako zilikuwa ni zipi, una, unaenda kule. Kwa hiyo nilichojaribu tu ni kuishi kwenye ndoto zangu, na nataka tu niwaambieni Watanzania wawe na imani na Jumo Jumo Entertainment, wakiona bidhaa inatoka Jumo Entertainment wajue hii ni bidhaa bora, yaani tunataka sasa hivi Tuuze, unajua kulikuwa kuna ile kasumba ya kwamba mtu fulani ndo anauza kwenye sinema mm. uh -uh. Sasa hivi nataka tuuze kwa kampuni kwamba kampuni fulani na produce vitu vizuri ya yeah. Haijalishi amecheza nani au nani hakuwepo, ilimradi wawe na imani na. Kwa hiyo hapa tunachojaribu ni kuwafanya ni, ni, ni Watanzania warudishe tena imani kwa kupenda vitu vyao vya, vya nyumbani yeah. mm. vitu kama hivyo baada ya uzinduzi leo Desemba kumi na tano watu wanaanza kuipata from Nigeria lini sasa rasmi, na wanaipata katika mfumo upi? Uh, nadhani hilo swali angejibu meneja wangu kwa sababu sijajua. Unajua kuna mipango mingine ambayo anakuwa naifanya, sijui sana kwa sababu mimi nakuaga, sometimes naongozwa tu, ananiambia hapa, Stick nimefanya moja mbili tatu. Ehe, tutafanya hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ukimuuliza yeye itakuwa vizuri zaidi, atakujibu kwamba labda baada ya hapa filamu itakuwa lini, hivyo vitu kama hivyo. Yeah. What next sasa kwenye, kwenye Jumo baada ya hii from Nigeria, tuna project nyingine nyingi zinakuja mwakani. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akijalia, tuna projekti nyingine kubwa sana, na hata hivi, kuna baadhi ya watu ambao walishiriki, walionunua tiketi mapema, wataweza kushiriki kwenye hiyo project. Kuna watu ambao wamenunua tiketi mapema watakuwepo kwenye crew ya production ya production, kwa sababu trip hii tunataka tuajiri watu fani ambao ni advanced kila sector, yani ili tunapokuwa tunatoa tena sinema hatutaki kurudi nyuma, tunataka to move. Unajua sio leo, Stick au Jumo imeproduce from Nigeria, watu wameshangilia, hakuna mtu aliyelala mle ndani, watu wame, wame, wamefurika, alafu kesho wanakuta tena tumetengeneza project ambayo itawafanya imani tena ipungue. Kwa hiyo tuna moto juu ya moto vitu, yeah. mm -hmm. kama hivyo. Baba tumalizie, kwa maswali mawili ya mwisho kwenye, yep. filamu ya From Nigeria tumeona sura nyingi sana ngeni, tofauti na, na sura ambazo tumezizoea kila siku, ni kwa nini? Labda tuna lengo ni kuwaambia producers wa Tanzania kwa ujumla kwamba sio lazima wa wale wale wa kila siku, lakini pia wapo wengine ambao wanaweza wakachukua nafasi za wale wa zamani na eh, tasnia ikiendelea. Tumeona Nigeria kwamba kila siku wanazaliwa wasanii wengine tumeona Marekani, kadhalika tumeona hata India wa, wa, wasanii wanazaliwa kila siku wapya na wanakuwa na nguvu kuliko wale wa zamani. Wale wa zamani wana nafasi yao kubwa sana, kwa sababu ndio waliobeba, ndio mihimili, ndio msingi, lakini hawa tuwape nafasi hawa wengine ambao pia wana vipawa vikubwa na vyenye uwezo mkubwa pia. Kwa hiyo, hiyo ndio ilikuwa lengo la Stick pamoja na Jumo kwa ujumla wake, kwamba hebu tujaribu kizazi kingine tuone what will happen, okay. Wapo wakongwe kina singwa hapa leo, kinatea wako mle wengine wengi, hata mimi nimecheza cheza kidogo huko nyuma, lakini bado sijawa kama wao still. Uh, wamejaribu wa kuwabeba hawa wa, wa, wa, wa ambao ni wageni na tumeona wana perform vizuri as if kwamba nao, kwa hiyo kumbe inawezekana. Well, next time inawezekana tukawapata tena watu wengine ambao wanaweza wakawa ni wageni katika tasnia na onyesha uwezo wa vipawa vingi ndani ya Tanzania. Mm. Yeah. Okay. Kwa kumalizia, Stick, naomba nikupe dakika moja tu ya kunena na mashabiki wako ambao wamefika leo wakaiangalia From Nigeria, lakini pia kuna wengine walitamani kufika hawajafika, nena nao. Yeah, okay. Wa Watanzania Bongo Movie ipo, Bongo Movie haijafa, na sasa Jumo Entertainment imeweza kutoa bidhaa yake ya kwanza ambayo inaitwa From Nigeria. Naombeni mwendelee kufuatilia vyombo vya habari especially Global TV Mta, mtajua ni jinsi gani zitawafikia hizo kazi zetu. Naombeni kuweni na imani na vitu vya nyumbani, naombeni mpende vitu vya, vya nyumbani. Asanteni sana. Okay, na mimi nikushukuru pia kwa time yako. Asante sana